Naitwa Khalifa Rehani, ni mkuu wa kitengo cha maendeleo ya biashara kutoka kampuni ya IBKI Enterprises Limited, ambao sisi IBKI kwa pamoja ni reseller ama ni official partner wa GSM Tanzania katika jukumu zima la kuuza, kusambaza pamoja na kutoa huduma ya bidhaa zetu za majumbani za Haier. Tunauza na kusambaza bidhaa za Haier uh, brands ndani ya nchi nzima ya Tanzania. Kwa ushirikiano wa karibu kabisa kati ya sisi IBKI uh, pamoja na GSM Tanzania. Kuna bidhaa mbalimbali uh, kuanzia air conditions, refrigerators, freezer, kuna washing machine tuna microwave na bidhaa zingine zote za nyumbani, home appliances au consumer uh, electronics. Na katika usambazaji wetu tunapatikana ama huduma zetu zinafika Tanzania nzima kwa maana kwamba tuna mawakala mbalimbali mbali ambao wapo uh, chini ya IBKI katika zono zetu zote wa, na mikoa yetu yote mikubwa ikiwemo Dodoma, Mwanza uh, Mbeya pamoja na uh, Dar es Salaam na maeneo yote ya Tanzania kupitia uh, mawakala wetu, lakini pia mbali ya uh, kuwafikia mawakala wetu mbalimbali mbali, pia tunazo chaneli mbali mbalimbali za kuhakikisha huduma uh, zetu zinafika kwa upande wa corporate, pia tunawafikia moja kwa moja makampuni, taasisi mbalimbali za binafsi pamoja na serikali. Lakini pia tunawafikia wateja wetu wengine wote kwa bidhaa za jumla kwa ajili ya usambazaji katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Lakini leo ambao limetukutanisha hapa ni chaneli yetu nyingine pendwa, ama moja ya chaneli zetu uh, ndani ya IBKI tukishirikiana na GSM ni kuelekea katika uh, uzinduzi wa duka letu ambayo itafunguliwa maeneo ya hapa hapa katika jengo letu hili la East African uh, Commercial and Logistics Center. Na leo ni mwanzo tunaenda kwenye kilele cha uzinduzi, kwa hiyo tunataka watu wote wafahamu kwamba tunaanza leo kilele cha uzinduzi na uzinduzi rasmi tutaufanya siku ya tarehe ishirini na nne, kwa maana mkesha wa Christmas. Kwa duka letu la hapa tutalifungua rasmi, leo tutapata nafasi ya kwenda kuliona na setup ambazo zimeanza kufanyika lakini rasmi itaanza tarehe 24 na tutakuwa na, na ofa mbalimbali, lakini mbali ya duka ile ambalo tutalifungua tarehe 24 chini ya IBKI Enterprises kwa ushirikiano wa GSM Tanzania, uh, tuna duka letu lingine ambalo liko Mlimani City, na napenda ni wataarifu wateja wetu wote wa brand ya Haier, uh, brandi yaha brand ambayo tunasema tuna tuna play with number ones yenye viwango vya juu na bidhaa zetu zote zina warrant kuanzia miaka miwili mpaka miaka kumi. Tunawakaribisha mtembelee duka letu la Mlimani Site. Tuna ofa kwa ajili ya festive season, kipindi hichi cha sikukuu kuanzia Christmas na mwaka mpya, na tumetoa punguzo maalum bidhaa zetu pale mbalimbali. Mkienda Mlimani mtapata punguzo la mpaka asilimia thelathini na tatu. Tumetoa ama tumetoa discount ama asilimia thelathini na tatu ya bidhaa zetu, lakini mbali ya kupata punguzo hilo la asilimia thelathini na tatu pia utapata zawadi, yaani unapata bei ya mserereko unanunua kwa bei ya punguzo ya bei zetu za kawaida za kwa punguzo la asilimia thelathini na tatu alafu unapata zawadi nyingine giveaway. utachagua mwenyewe tuna microwave ya lita ishirini na tisa lakini tuna friji ile ndogo ya lita arobaini na mbili lakini pia tuna tv ya inchi thelathini na mbili kwa maanake unapiga ndege wawili kwa juu moja unapiga bei ya mterereko asilimia punguzo t uh, 33 alafu tunakupiga na, na zawadi katika kusherekea ama kwenda katika kipindi hichi cha festive season, ama msimu uh, wa sikukuu. Mimi naitwa Robert Mgendera ni mkuu wa kitengo cha mauzo kutoka GSM Haier mabingwa wa vifaa vya kielektroniki uh, tunafuraha sana kuwa hapa uh, kuendeleza ushirikiano ambao umekwepo baina ya GSM Haier na kampuni kubwa ya IBKI Uh, of course kama alivyotangulia mwenzangu mwenzangu ameweza kusema mengi. Ushirikiano huu haujaanza leo, umeanza siku nyingi, lakini leo tulipendelea uh, kuja hapa kuwafahamisha kwamba kampuni kubwa ya IBKI imefanikiwa pia kufungua duka lake lingine. Lakini pia huu ni mwendelezo, wataendelea kufika na sehemu nyingine mbalimbali. Uh, lengo la ushirikiano ambao tumeufanya au umefanyika baina ya GSM Haier, uh, na IBKI kama ambavyo tumekuwa tukishirikiana na ndugu zetu wengine na mawakala wengine kufanya kazi, kampuni ya Iki yenyewe inaweza kufika mbali zaidi kuweza kuwafikia Watanzania mbali zaidi, kama ambavyo wametangulia kusema kwamba wanaafikisha bidhaa zao Tanzania nzima. Kwa lengo ilikuwa ni kumfikia kila mteja ambaye angehitaji bidhaa ya haya. Aa, sasa ushirikiano ni upo kwa nia ya kuongeza nguvu kumfikia kila mteja. Aa, kwa sisi tuna furaha sana kuwepo hapa na ofa mbalimbali zimetangazwa, nafikiri ni kipindi cha kuchangamkia kuweza kuzipata hizi ofa tumeona, kipindi hiki cha sikukuu unaweza ukawazawadia wapendanao au wapendao, lakini kwa wale ambao watakuwa wakiwa wanasafiri kwenda mikoani wanaweza wakawa wanabeba zawadi sasa kwa kipindi hiki, au wanaweza wakakutana nazo huko huko, kama tulivyotangulia kusema, sisi tumefika mikoa yote.